Leo tarehe ishirini na mbili uh, mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano uh, kamati ya kudumu ya bunge ya uwekezaji wa mitaji ya umma imetembelea mradi huu mkubwa uh, wa ujenzi wa daraja la JP Magufuli Kigongo Busisi ambalo liko kwenye mkoa wa Mwanza. Uh, kimsingi daraja ambalo uh, ni la kilomita takriban tatu na uh, nukta mbili na ni mradi ambao thamani yake ni uh, jumla yake uh, kamilika ni bilioni mia sita na kumi. Uh, mradi ambao kwa sasa tumeshuhudia kwamba umefika asilimia tisini na saba. Kwanza hii ni mara ya tatu tunakagua mradi huu, na tulikuwa tunakuja kukagua, tuanza mwanzoni, tukaja katikati, na hapa tumekuja mradi naponafika mwishoni. Kwa kweli ni mradi ambao ukiuona kwanza Uh, ni kweli huko asilimia tisini na saba kwa sababu hapa ikitokea dharura magari anaweza kavuka tu kupitia daraja hili. Uh, zimebaki tu zile marking na kukamilisha vitu vidogo vidogo uh, kwa ajili ya ya ya magari kuanza kupita, nategemea tarehe thelathini mwezi Aprili, maanake mwezi ujao daraja litakuwa limekamilika kwa ajili ya matumizi kabisa. Kwao naamini serikali itaweka utaratibu mzuri wa namna ya uzinduzi wa daraja ili kuhakikisha kwamba wananchi wanaanza kutumia daraja hili kwa hiyo ni daraja la kipekee, daraja ambalo linakuja kuwasaidia wananchi hasa ambao ni watumiaji wa barabara hii ambao mara nyingi wamepata changamoto kubwa sana na vivuko hivi. Walikuwa wanatumia zaidi ya masaa mawili kwa ajili ya kuvusha vivuko, na hiyo ni wastani. Wakati mwingine masaa mawili walikuwa na zidi, lakini sasa hivi watatumia takriban dakika tatu tu ukiwa na gari lako kuvuka hapa. E, zamani ilikuwa nakumbuka wagonjwa unatoka na mgonjwa mahututi mikoa ya Kigoma huko umetoka, e, eh, Kagera unakuja hapa mgonjwa yuko, yuko mahututi kwenye ambulance anasubiri masaa matatu ndio avushwe kwenda e, eh, kuwaishwa kwenda Buganda kwa ajili ya, lakini pia watu na wahi ndege wanaosafirisha bidhaa mbalimbali wao lazimika kukaa hapo hapa kwenye kivuko zaidi ya masaa mawili mpaka matatu, saa hivi watavuka kwa kwa kwa eh, kwa dakika tatu. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba e, eh, daraja hili litaleta mapinduzi makubwa sana ya kiuchumi Kimsingi inavutia ni sehemu ya utalii, kwa sababu kwa Afrika Mashariki eh, na Afrika Kati daraja hili halipo, na kwa Afrika nzima ni daraja eh, zuri na refu la sita Afrika nzima. Kwa hiyo tunaamini watakuja watu wengi sana kujifunza huu mradi, serikali imeweza kufanikisha kufani, namna gani. Kwa majina, naitwa Mhandisi Ambrose Pasco, ni meneja wa TANROAD mkoa wa Mwanza. Kama tulivyotoa taarifa yetu ya awali kule eh, ofisini ni kwamba sisi sasa hivi tuko hatua za mwisho kabisa za ukamilishaji wa daraja hili la Kigongo Busisi. Na kama mnavyoona sasa hivi ni lami na karibuni, mwezi wa nne tutaanza kuruhusu magari kuanzia katikati ya mwezi wa nne, na wadhibitishia wananchi kwamba tutaruhusu magari yapite katika daraja hili, na ninyi wenyewe ni mashuhuda, sasa hivi tuko hatua za mwisho za matengenezo na tunafunga sasa hivi kama unavyoona taa pamoja na guardrail na handrails. Kwa hiyo hizi ni za hatua za mwisho kabisa kabisa, na kumaki eh, kuweka alama za barabara. Kama unavyojua upande mmoja wa barabara unaruhusu eh, magari matatu upande huu na upande ule wa pili, kwa hiyo lazima tumaki. Ndio hatua ambazo tuna, tuna tumebakiza ambazo mimi ni imani yangu kwamba kufika mwezi wa nne mwishoni magari yataruhusiwa pande zote mbili, isipokuwa upande huu mmoja tumepanga turuhusu katikati ya mwezi, huu, mwezi wa ujao wa nne, kwa sababu ya changamoto za feri ambazo zinatokana na magugu kusababisha injini za, za, za feri zinaharibika mara kwa mara. Tuko radhi sasa kukamilisha hapa, tunafanya usiku na mchana ili turuhusu sasa rasmi magari kutumia upande huu uliokamilika. Mwisho, Mwenyekiti, daraja hili litakamilika kama tulivyosema kwenye taarifa yetu. Yaani kikawaida kazi za ujenzi zimeshakamilika, hivi vivyo baki ni vitu vidogo sana, ndio maana kama mtakumbuka, pale mhandisi alikuwa anatuelezea zile mita 500 pale pale katikati pale, alisema jioni hii inatarajiwa zitamwagwa ile lami, na hiyo mkimbo kamaliza au kesho, ndio kwa hapo tu kidogo oye, ni kwamba kazi zo baki zote zitaisha kwa haraka sana, wala siyo kazi. Kwa kazi kukua,